Taarifa ambazo zimeweza kutufikia hivi punde ni kufuatia taarifa ambazo tulizipokea toka majira ya jana, ambapo ilikuwa ni kifo e, cha MC Pilipili e, sasa mwili huu wa MC Pilipili umekutwa na majeraha kitu ambacho kimeweza kushangaza watu wengi sana e, karibu nikiunganisha na dunia uyafahamu yale ambayo ulikuwa hauyajui e, katika hichi kifo cha MC Pilipili Emmanuel Matias ambaye ameweza kutuacha majira ya jana, na kifo chake e, e, naweza nikasema kwamba kimehuzunisha watu wengi sana na, na watu wameumizwa na jinsi kilivyotokea, imekuwa ni kitu cha ghafla. Tumeweza kumsikiliza MC Garabi, ameweza kuzungumzia mambo mengi sana kufuatia kifo hicho, ambapo alikuwa anaongea maneno makali, lakini pia mke wake mwenyewe alishangaa e, moja kati ya mojiano ambayo aliweza kufanyiwa na mtangazaji kutokea IOTV video vidongs ambapo e, aliweza kumwambia video vidox kwamba hana hizo taarifa za kifo cha mume wake, ingawa tayari kilishatokea. Ilikuwa ni habari pia ya kusikitisha katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Sasa mwili wa MC Pilipili e, kwa mujibu wa msemaji wa familia, Pascali Maingu, ndugu wa marehemu MC Pilipili, ameeleza kuwa MC Pilipili alifariki akiwa na majeraha mwilini na baada e, ya mateso. Aidha, msemaji e, amesema kuwa swala hilo wamesha lifikisha polisi. Hadi sasa hakuna ratiba kamili ya mazishi yake. Kwa mujibu wa taarifa za awali zilisema kwamba alifariki ghafla akiwa njiani kwenda mkoani Dodoma, ambapo alikuwa na shughuli ya ku MC sos Milad hayo ndipo e, imeweza kutoa taarifa hii e, kufuatia peji ya Milad yao. Sasa alikuwa anazunguka e, katika hizi peji mbili kati ya Rick Media pamoja na Milad yao, lakini kabla ya hapo E, Media waliweza e, e, kutuma hii post ambayo inasema kwamba MC Pilipili anatarajiwa kuzikwa siku ya Alhamis kwa mujibu wa taarifa kutoka katika familia ya marehemu MC Pilipili kwamba msiba upo nyumbani kwao Swaswa swa, Dodoma na mazishi yanatarajiwa kufanyika Alhamis Novemba 20 mwaka 2025. Familia imeeleza kuwa taarifa zaidi zitatolewa kadri zitakapopatikana. Sasa e, nilikuwa napitia pia katika page ya Millard, ah, Ayo, ambapo ndio nasemekana naye ndo the main source ambaye ameweza kutoa taarifa hizi kwamba MC Pilipili mwili wake umeweza kutwa na majeraha. Sasa uki, e, ukiangalia peji hii ya Millard Ayo e, e, katika kurasa wake wa Instagram ambapo amekuwa akitoa e, update mbalimbali mbali. E, e, sasa zinasema kwamba MC Pilipili amefariki akiwa na maumivu makali, hayo yote yameendelea kuzuka Eh, ambapo eh, hichi wameweza kukipost lakini pia ameweza kusema kwamba mwili wa MC Pilipili umekutwa na majeraha. Huyu ni msemaji wa familia yu. Sasa hizo ni baadhi ya posti kuhusiana hichi cha MC Pilipili pili ambacho kimeweza kuendelea majira siku ya leo. Sasa mbali na hayo, tulikuwa napitia baadhi ya comments za wadau, kitu ambacho eh, walikuwa wana eh, wanaki comment kufuatia hii page ambayo wameweza kusema kwamba amekufa akiwa na majeraha. Huyu anaitwa Pastor Agnes Mkango kaweza kusema kwamba wale waliomdhiika mina haya. Sasa tuchunge ndimi zetu jamani. Eh, mwingine akaweza kusema kwamba ina maana kauawa au. Mwingine akaweza kusema kwamba mapenzi ya Mungu yametimia. Raha ya milele umpe Bwana na mwanga wa milele umwangazie, apumzike kwa amani, wapumzike kwa amani. Mwingine akaweza kusema kwamba mke wa mtu nini maana ya hao nao mwingine akaweza kusema kwamba wamuulize mama, mwingine akaweza kusema kwamba kwani huyu alifanya nini? Mwingine akaweza kusema kwamba hmm, jamani jamani. Hizo ni baadhi ya comment za dawa ambazo wameweza comment katika hii post ambayo akaweza ku post eh, Dax Media kufuatia page yake na mitandao yake ya kijamii. Uone zungumzaji hili jambo, shika comment yako hapo chini ili tuendelee kufahamisha kitu gani ambacho unakitaji kutoka katika update mbalimbali eh, kuhusiana na kifo cha MC Pilipili. Mimi ni Dr. Alexander Skudrizi ile pani jumba la blue. Dax Media.